Uh, ebana karibu tena katika chaneli yako pendwa ya, ya Hamadi C9 TV online. Leo nikiwa nimekuja na somo jipya ambalo pia linahusiana na tiba asili ambayo itakuwa ni tiba ya kuongeza raha ya tendo la ndoa kwa njia asili. Hebu naomba tuwe pamoja kusikiliza hii video alafu kisha like, share, comment. Kwenye somo lililopita tulijifunza jinsi ya kupunguza maji yaliyozidi ukeni. Tuliona kuwa kuna baadhi ya kina dada wanakuwa na maji mengi sana, kwa hiyo nilielekeza pale hatua kwa hatua jinsi ya kufanya ili kuweza kupunguza na, na, na kubaki kwenye, kwenye hali ya kawaida kabisa. Sasa kuna baadhi pia kina dada, wao huwa na tatizo ni kwamba wanakosa kabisa maji kule chini, kiasi kwamba wanashindwa hata kufurahia tendo la ndoa sasa leo nimekuja kueleza pia jinsi gani na wao wataweza kujitibia hilo tatizo waweze kurudi kwenye hali ya kawaida. Unachokiona mbele yako, hizi ni bamia. Nadhani ni, ni, ni kitu ambacho kinafahamika na kila mmoja. Unachotakiwa ukifanye, unatakiwa uchukue bamia kama unavyoziona hivi. Ukishachukua bamia, cha kufanya unatakiwa uzikate. Umeona bamia hii, unakata huku na vile vile unakata kwa huku mbele. Kwa hiyo inabaki kama hivi. Kwa hiyo inakatwa upande huu na inakatwa pia upande wa huku. Utazikatakata zote hivyo kama unavyoziona mimi nilivyofanya. Kwa hiyo inategemea na size ya bamia. Kama bamia ni ndogo ndogo kama hizi zangu, emchukua tu nyingi. Kama bamia ni kubwa kubwa unaweza kuchukua tano au sita zinatosha. Lakini kama ni ndogo ndogo, chukua nyingi kama nilivyofanya mimi ukisha ushakatakata hivyo hivyo hivyo, hicho kichwa na mkia, kichwa na mkia zote, unachotokea ufanye uoshe. Baada ya kuwa umeshamaliza kuziosha hivyo vizuri, basi unachotakiwa kukifanya utachukua maji lita moja, mimi jagi langu ni hili hapa, lina maji lita moja huko ndani. Utakachokifanya, utachukua hizi bamia zote, utatumbukiza kwenye hilo jagi lako, nadhani unaona, utatumbukiza kwenye hilo jagi lako zote hapo utazitumbukiza tumbukiza vizuri. Baada ya kuzitumbukiza bamia zinaonekana hivi hivyo, nadhani unaziona vizuri. Utakoroga vizuri, ili ziweze kukaa vizuri, zote zizame kwenye maji. Baada ya kufanya hivyo, utaacha ile jagi kwa muda wa masaa kumi na mbili mathalani umetengeneza asubuhi basi unaanza kutumia jioni na kama umetengeneza jioni basi unaanza kutumia asubuhi haya maji yatakuwa ni lita moja lazima uzingatie maji yatakuwa lita moja maanake kuna wengine wanasahau ndio maana narudia rudia mara mbili ah, ukishafanya hivyo baada ya masaa kumi na mbili asubuhi ukiamka kabla hujakula kitu chochote Kunywa maji haya uh, glasi moja, mchana glasi moja na jioni glasi moja uh, kwa muda wa siku saba. Sasa nikiwa na maana kuwa ukishatumia haya lita li, li, li moja yakiisha, maana yake unatengeneza kama hivi tena unatumia, unafuata mtiririko huo huo kuwa unatengeneza na kama saa kumi na mbili tena unatumia, yakiisha tena unafanya hivyo hivyo mpaka siku saba zinafanyaje? Zinakwisha. Ukifanya hivyo vizuri tayari utaanza kuona umepata tu hali ya kawaida. Kwa wale wanawake ambao maji yamekauka, yame huko, utaanza kuona tu umekaa kwenye hali ya kawaida. Dawa hii sio kwamba tu inatibu kwa, kwa wanawake ambao wanakosa maji, vilevile vile kwa watu ambao viungo vyao vinakaza kwenye, kwenye, kwenye joint, kuna kitu fulani kwa kitaalam kinaitwa synovial fluid, huwa inasababisha joint ziweze kukunjika bila tatizo, lakini kuna mtu mwingine akisimama magoti au hata mikono unakuta inalia kama vile kitu kimevunjika, na kama ile kwenye hizo joint ile, ma, ile uteute ambayo inaitwa synovial fluid kwa kitaalamu inakuwa imepungua. Kwa hiyo unachotakiwa ukifanya wewe, kuna wewe una mwenye tatizo kama hilo, kunywa tu haya maji ambayo ya yamechanganywa na bamia, utaona unakaa vizuri. Dozi ya haya maji ni dozi ya siku saba. Kwa utatumia kwa siku mara tatu kwa muda wa siku saba. Nadhani kimeeleweka vizuri kabisa. Kupitia hili somo leo siwezi kutaja namba za simu. Sitataja namba za simu kwa sababu nadhani nimefundisha vizuri kabisa na hakuna mtu mwenye swali. Dawa hii haina madhara yoyote, ni dawa nzuri, anaweza kutumia kuanzia mtoto mpaka mtu mzima inasaidia sana kwenye kuboresha maji maji mwilini, achia tu majimaji ya ukeni. Okay, majimaji sehemu yoyote ambao kuna shida ya majimaji. Ah, asante. Kama hutakuwa hauja subscribe, naweza kugusa hapo ku subscribe ili kuwa update na video ambazo zitakuwa zinakuwa uploaded kila siku. Pia vilevile tumeanzisha group la WhatsApp ambalo tunatoa ushauri pia. Hapa naomba tuelewane hapa, hatutengenezi dawa, ila tunachokifanya ni sisi kutoa ushauri ama kukujuza dawa za asili ambazo unaweza ukafanya wewe mwenyewe nyumbani kwako na hazina madhara kiafya. Asanteni na tukutane katika kipindi kijacho.